A kwa sasa basi ni kupe fursa ya kutazama mahojiano maalumu ambayo mwenzangu Lutengano Haonga amefanya na Paul Kimiti. Huyu ni mwanasiasa mkongwe, kuhusu miaka hamsini na mitano ya uhuru wa Tanzania bara. Karibu fuatilie makala haya. Mtazamaji wa TBC , karibu katika mfululizo wa vipindi hivi maalum tukiadhimisha miaka 55 ya uhuru wa Tanganyika au Tanzania Bara. Ni matumaini yangu utakuwa na wakati mwema tukiangalia ni namna gani ujenzi wa nchi hii tangu tulikotoka, tukiangazia tangu uhuru, nani ameshiriki katika ujenzi wa nchi hii ambayo hii leo tunashuhudia heshima kubwa ndani na nje ya Tanzania na dunia, ikija Tanzania kujifunza ujenzi wa misingi imara ya uadilifu wetu. Pia tuangazie basi, hii leo tumefika maeneo ya Tegeta Ununio, eneo bunge au winding, karibu na maeneo maarufu kama Kilimo Kwanza. Ni nyumbani kwa mmoja wa wajenzi wa taifa hili ambaye ameshiriki kwa uwezo wake wote na kwa hali na mali katika kuhakikisha kuwa Tanzania inakuwa ni moja ya misingi imara ya kiuchumi lakini ya upendo na undugu. Huyu si mwingine ni mzee Paul Kimiti. Paul Kimiti karibu sana. Ndiyo, asante sana, nashukuru asante. Naam, tukizungumza kuhusiana na ujenzi wa taifa hili hivi sasa tukiadhimisha miaka hamsini na tano leo tunataka kufahamu kwanza. Paul Kimiti ni ni Mtanzania aliyezaliwa Sumbawanga miaka karibuni sabini iliyopita na amesomea Sumbawanga, amekwenda sekondari ya Mzumbe, akatoka pale bahati nzuri akaingia vyuo vya kilimo Tengeru. Alipotoka Tengeru, nimepata nafasi nikaenda Uholanzi kwenda kujifunza mambo ya kilimo, nikatoka Uholanzi nikaenda Marekani, nikaenda Bulgaria, nikaenda Romania na Italia. Kote nilikuwa najifunza mambo ya kilimo lakini baadaye, baada ya kurudi, nilipata nafasi kuwa mwalimu katika vyuo vya kilimo kuanzia Ukiruguru. Na wakati huo mwaka sitini na saba tulikuwa ndio siku za kwanza kwanza, zile ndio nilipata nafasi kuwa mwalimu. Nimefundisha pale Ukiruguru na baada ya kufundisha Ukiruguru, bahati nzuri ndio nikapata nafasi kuwa mwalimu wa siasa makao makuu ya chama wakati huo tano, na nilikuwa nafundisha zaidi mambo ya kilimo. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mtaalamu wa kilimo basi upande wa chama waliona kwamba ni vizuri, kwa sababu misingi ya nchi yetu wakati huo, kilimo tulikuwa namba moja. Sasa ukaona kwamba lazima uwe na mtaalamu mmoja katika mambo ya kilimo. Ndio kipindi kile tulipoanzisha siasa ya kilimo na viongozi wote wakalazimika wajifunze misingi ya kilimo bora, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi kuongoza wakulima wakati hata misingi yake hujui. Ilikuwa ndio kipindi tulitaka kila kiongozi wa ngazi yoyote ajue misingi ya kilimo bora, tubadili kilimo chetu kusudi kilimo kitusukume, kwa sababu hatuna kitu kingine cha cha kuisukuma nchi isipokuwa ni kilimo. Lakini kilimo hiki cha jembe la mkono, kilimo hiki cha kutegemea mvua peke yake, kilimo hiki hakina mbolea, hakina dawa akina maarifa, unalima alafu unapanda ovyoovyo, unapalia ovyoovyo, akitusaidi sana. Uliingiaje katika siasa? kutoka kwenye kilimo ukaja kwenye siasa? hata, hata, hata mimi, hata mimi wakati mwingine sielewi, kwa sababu nilikuwa mtumishi wa serikali, nimeajiriwa na serikali mwaka hamsini na tisa kama bwana shamba wa kijijini na zamani tulikuwa na utaratibu, huwezi kupewa kazi ya bwana shamba, kwanza ufanye kazi kijijini. Kwa miaka miwili, wanakuchunguza tabia zako kama unaweza kweli bwana shamba. Sio siku hizi mtu yeyote anaingia bwana shamba pana. Alafu baada ya miaka miwili kijijini, ndio mwenyekiti wa kijiji anatoa mapendekezo yake, huyo kijana anafaa kwenda kwenye kozi, ndio unakokwenda kwenye kozi. Sasa kipindi hicho ndio ni kwenda Tengeru kwenda kusoma baada ya kukaa Kasulu miaka miwili. Mwaka sitini, sitini na moja wakati wa uhuru mimi ndio nakwenda kusoma Tengeru hiyo ikaendelea. Sasa umesema nimeingiaje kwenye siasa ndio baada ya kutoka Tengeru nilipata bahati kwenda Uholanzi kama nilivyosema kwenda kusoma na niliporudi nikaendelea kufundisha Ukiriguru Ukiriguru nilikuwa nafundisha misingi ya kilimo bora na bahati nzuri baadhi ya viongozi wa chama wakati huo tano Walifurahishwa wali na utaratibu ambao nilikuwa nautumia kufundisha misingi ya kilimo bora, wakisema huyu kijana angetusaidia. Ndio wakati huo mwalimu alipopendekeza nihamishwe, Mwalimu Nyerere nihamishwe kutoka Ukiruguru kuja makao makuu ya chama. Nikaletwa makao makuu ya chama mwaka sitini na tisa kuwa mwalimu wa siasa, lakini upande wa kilimo ndio mwanzo wa kuingia, wala sikusema ni kwenda kwenye kozi za siasa, hapana na baba wa taifa wakati huo nilipomwambia mbona baba, mnenileta kutoa mimi sio mtaalamu wa siasa, akasema siasa utajifunza, soma vitabu utaelewa, hakuna shule ya siasa, utajifunza kutokana na wananchi wenyewe. Ulikuwa ni msingi mzuri, ulikuwa ni msingi mzuri sana, ilinipa msa msingi mzuri bini, some vitabu usiku na mchana, na ndio kipindi hicho nikaanza kutoa hata vipindi vya siasa kwenye redio kwa hiyo Radio Tanzania. Radio Tanzania. Radio Tanzania. Ni mtangazaji huo natoa sera za chama wakati huo tena kwa uhakika, kwa kwa uhakika sababu kipindi hicho tulikuwa ndio na sasa, uwezi, ujamaa, bila kuelezea umma, nini maana yake na tafsiri yake, tafsiri ni ipi watu wajue, wa komunisti hapana. Misingi tuliyoitumia ambao ni ya udugu, kuishi pamoja kama ndugu, tuheshimiane. Ni tofauti na wenzetu kule. Ndio ilikuwa misingi iliyo tufanye tuwe tunafundisha kila siku. Tulikuwa na vipindi mara mbili kwa wiki ambavyo viliwafikia wananchi wote sana. Wewe yeah, ni mtaalamu wa kilimo. Serikali kwa sasa ina matatizo na maafisa ugani, lakini naamini wakati wenu kulikuwa na redio moja, sasa hivi redio nyingi naweza kutumia pengo hili kuhakikisha kuwa wakulima wanapata mbinu sahihi za kilimo vijijini kutumia redio zilizopo nyingi sasa, na nadhani swala ni, ni maamuzi ya serikali. Vyombo vyote hivi vinatawaliwa na serikali, serikali ikiamua. Na zamani kulikuwa na vipindi maalum, lazima baada ya taarifa habari, au kabla ya taarifa habari, misingi ya kilimo bora. Ndio marehemu Arongo likiwa, nasikia kulikuwa kipindi cha kilimo bora kilimo bora shambani, ilikuwa kabisa misingi wote mnafundishwa, alafu sheria za kilimo mnafundishwa kwenye redio. Hivyo serikali ingetaka, ingeweza kuhakikisha kwamba kajinasema kilimo ndio msingi, na msingi wenyewe lazima tutafsiri kwa vitendo. Tungetumia taasisi zetu, redio zetu, televisheni zetu, misingi ile ambayo ni muhimu kwa kulima ifahamu. Tuna vipindi maalum sasa, hiyo si kazi Raisi ni kazi yataka watu waelewe, maanake siku hizi unakuta watu wanapenda muziki tu, na muziki hautufikishi mahali popote, hauwezi kutubadilisha uchumi. Kinachotakiwa kwa kweli, mambo ambayo nataka wakulima wapate, mnakuwa na vipindi. Mimi nashukuru kipindi hicho kitusaidia sana watu kuelewa, na ikawa ndio msingi, watu wakaanza kuona kilimo bora ni kilimo cha kufa na kupona. Kipindi hicho nadhani mlikuwa bado watoto, watu walilima kala, yani kabisa, hata bustani tulikuwa wadogo, lakini moto wake tuliusikia. Maana yake ilikuwa hakuna utani, na wakati huo Radio Tanzania iliwaamsha watu saa 11. Ilisaidia sana ilisaidia sana sana, eh, kumekucha majogoo yanawika asubuhi, kulima shamba. Sisi ndio vipindi vilikuwa na waimbaji, watu walikuwa wanaimba, bendi zote zilikuwa zinazungumza juu ya kilimo. Ndio zilikuwa ni misingi tulikuwa tumejiwekea vizuri. Mzee Paul Kimiti, tunapozungumzia harakati za uhuru wa nchi hii na ujenzi wa nchi hii baada ya uhuru, wewe ulishiriki namna gani? Kwanza, kwa njia moja au nyingine, wewe unaelewa kwamba Tanzania kwa ujumla chini ya uongozi wa baba wa taifa, kati ya sera ambazo aliona ni muhimu, alisema huwezi kuwa uhuru kama jirani yako hayuko huru. Msingi huo ukishaweka basi na ndio kazi moja wapo ambayo tulifanya na kipindi hicho. Ndio maana hata vyama vya vya siasa kutoka Afrika Kusini, kutoka Namibia, kutoka Angola, vyote viruhusiwa wawe na ofisi hapa makao makuu Dar es Salaam, na sisi tulikuwa tunatumia nafasi hiyo, tuliwapa vipindi vya kueleza siasa zao na madhumuni na matarajio yao katika nchi zao. Tanzania nafasi hii tuliwapa. Mimi nazungumza juu ya siasa ya tano wakati huo, na wenzetu wanazungumza juu ya MPLA. Eh, ni msingi uliosaidia ili sisi tuonekane tunachozungumza na tunachoamini ni kweli tunatekeleza kwa vitendo. Na tuna bahati, kwa sababu kipindi hicho nchi nyingi sana hasa za wenzetu Ulaya walituchukia, kwa sababu waliona hawa eh, wanasaidia wanamwamsha aliyelala, eh, wata, watakuja tusumbue sana watu <laughs> lakini hawajui kwamba baadaye mambo yamekwenda vizuri. Bila hiyo nadhani nchi zote ingekuwa ni fujo saa hizi, ingekuwa na uwana mbili lakini wakaamka wakapata uhuru. Sasa wanaendesha nchi zao bila wasiwasi na vurugu zimepungua katika nchi hizo. Eh, na mzee Paul Kimiti, nimewahi kusoma mahali fulani kwamba katika jitihada za ujenzi wa taifa hili hmm, umewahi kuchangia fedha ya taslimu katika kuongeza kasi ya kuleta maendeleo kwa taifa hili, hebu hmm, tuambie yu, ni, ni kiwango gani na ulichangiaje? Ah, mi nadhani ni, ni kweli tulijaribu kuchangia tukiwa nasoma. Mimi nilipokwenda shule ya kilimo huko Koranzi nilikuwa kidogo mtundu, nilifanya mambo matatu. Kwanza, licha ya kwamba serikali ilikuwa imenipeleka kwenda kusoma, ilikuwa inanitumia school fees na matumizi yangu, lakini pia nilikuwa natumia utundu wangu wa kuingia katika biashara ndogo ndogo. Biashara mojawapo ilikuwa wakati mwingine unakwenda kiwandani, unakusanya vitu vile ambavyo unahitaji, wanaita kama second hand, unakwenda kwa reject. Lakini reject mwingine unaweza kuvaa suti, ni uzi mmoja umefumuka hapa, wanaita ni reject. Unavikusanya, unaanza kwa wenzako, unapata hela. Pia nilikuwa natangaza kwenye World Broadcasting Station, waliniita niwe na broadcast, inatoa matangazo kwa Kiswahili yanayokwenda India, Afrika Mashariki kwenye redio ya Uholanzi inaitwa Hilversum. Na hiyo walikuwa wananilipa kwa kutangaza kwa Kiswahili. Pia nilikuwa natoa comment. Film zote zinapotengenezwa, lazima mtu mmoja ambaye anaweka maneno kama hawa wanaofasiri sasa, sawa, sawa. Sasa na mimi nilipewa kazi hiyo nikawa nafanya tafsiri ya maneno hayo nalipwa, lakini nasoma. Na nilikuwa nasoma kweli sio utani. Nasoma kweli. Nasoma kilimo. Alafu nikaanzisha bendi yangu. Tukaanza na muziki. Eh, wa muziki nilikuwa Safari Brothers, nilikuwa vijana kama wani watano. Tukaanzisha Safari Brothers. Lakini kwa ajili tulikuwa hatuna bendi kubwa. Tukaajiri bendi ya wazungu inaitwa Philips Orchestra. Tunaajiri tunawalipa. Ninyi mko mnawaajiri wazungu wakupigia muziki. Wakupigia muziki alafu tunarekodi. Tukirekodi tunapata hela. Sasa kipindi hicho sisi ambayo tulipata bahati kwa sababu tumetoka Tanzania, tunajua hali ya Tanzania, umaskini wetu wa Tanzania. Sasa unakuwa unasema kwa nini hela hizi zote usitumie pia kusaidia Watanzania wenzako? Hivi una shida gani pale? Ninasoma sina gharama yoyote, serikali inanihudumia hudumia. Ndio maana kipindi hicho unakumbuka, Baba wa Taifa alipokuja tukampa dola elfu ishirini. Mlimpa dola elfu ishirini zisaidie maendeleo. Akashangaa sana, nyinyi watoto mmepata wapi? Hata mimi leo nashangaa sitini na tano, sitini na tano Fikiria sitini na tano tukatoa dola elfu ishirini kwenye klabu yetu Safari Brothers. Mimi ndio mwenyekiti basi. Akashangaa akasema, hivi watoto mmepata wapi? Si wenyewe tunawasomesha huko tunawalipia. Sema mzee, akili tunaitumia sio kulala tu dunia hii Ukilala utakufa maskini. Mimi nitakupa mfano. Nilipokuwa mkuu wa mkoa Mbeya, nimeingia Mbeya pale mwaka tisini na moja mpaka tisini na tano kazi moja hapo ambayo nilifanya, nilijua serikali yangu haina fedha, lakini tulishikiana na viongozi wa wananchi na watendaji wote wa pale mjini, tulikutana tukasema hatuna msaada wote kutoka serikali kuu, tuanze kujenga barabara sisi wenyewe, kuchangishana wenyewe Tulifanya maajabu Mbeya pale, tulianza kuweka barabara za lami kwa mpaka mheshimiwa Mwinyi wakati walikuwa rais wangu, akaja akawaambia wakuu wengine wa mikoa, nendeni Mbeya muone kimita anafanya nini kwa fedha hizo hizo. Mimi hakuna asilimia just from tano, mpaka World Bank ikasema, where did you get the money from? Akasema, from our local people. Wana uwezo, wakimwamini kiongozi, hata ukimwambia kiasi gani ki atatoa. Najua hela itakwenda kutumika. Hela ikitumika inavyopaswa. Sasa tuanze kurudisha, tuanze kurudisha ni kitu kimoja ambacho mimi nasema itachukua muda lakini, tuanze kurudisha imani wananchi watuamini viongozi, ya kwamba viongozi kweli wanaposema tunakwenda kuwasaidia watu wasaidia kweli. Katika Kiingereza, kuna maneno mawili, kuna neno sympathy na empathy. Nadua umepitia shuleni ku sympathize Kiongozi anakwenda kijijini anawambia jamani, poleni poleni, pole ni baada ya siku mbili anaondoka ame sympathize nao, yani amewahurumia kuwaona katika, katika hali ile. Lakini empathy ni ile kiongozi yuko radhi kuona matatizo yao, ni yao, yake ni yake, yani wote ni matatizo yetu pamoja. Kama ni kukaa kijijini, watashinda wote pamoja, kama ni kufanya kazi, watafanya kazi pamoja. Sio kwamba jamani nimeona kazi yenu naondoka. Hapana, kama rais alivyokuwa alivyokuwa anafanya, mzee mmoja nani, mwalimu Nyerere, baadhi ya picha akiwa kwenye magwanda magwanda, maeneo mengine ameshika tofali, anaatua tofali mwenyewe. Na katika ziara zake baadhi, nakumbuka amewahi kuja Mbeya kipindi fulani. Kwanza alienda kwanza shambani. Sawa. Alafu ndo akarudi. Katika viongozi wa sasa hayo ndio tunakosa. Tunakosa kwa sababu tunataka tumfanye kama sherehe tu, tunakwenda, wametuona amjango hivi na hivi, tunaondoka. Lakini ukaa nao kushiriki nao, hakuna ubaya. Na, kuna ubaya katika jambo hilo, ni jambo la kawaidau. tunamzungumza sana Mwalimu. Ndio, hakuna hata wimbo kidogo mm, ambao umewahi kumtungia kamawatulitunga wk huo ni, ni wimbo. hata Radio Tanzania walikuwa naupiga sana e, hata Masud, Masud Masud, aliwahi kupiga. ni wimbo mmoja tulikuwa tuna wa- waomba vijana wa Tanzania na wadumisha mani. Na wimbo wenyewe a salamu nyingi twawarushia vijana wote wa Tanzania na nchi yetu Tanzania twaitakia heri, mwalimu Nyerere na nchi yetu Tanzania twaitakia. Unajua tulitaka tunatakia vijana wailinde nchi, ndio nchi yao hii. Bila kuwa na vijana ambao kwa kweli wameiva kimawazo, ni kiitikadi na kulinda nchi, mwalimu atapata shida sana Tunaomba vijana, vijana, vijana tulikuwa wazee wenzao na kusema. Na sana hata ungefurahi wewe mwenyewe, kwa sababu pamoja kwamba vidole vimekuwa vizito kidogo naam, e, lakini bado una, una ile rhythm unaweza kuipata. Naam. Ee. Tukiangazia katika masuala ya siasa, ni miongoni mwa wachache ambao walifikia kustaafu bunge kwa hiari yake wakati bunge likiwa limenona, lina maslahi, limejenga heshima. Ulifikiaje uamuzi huu wa kuacha heshima yote ile? Nakumbuka ulikuwa ukiitwa senator. hmm. Mi nadhani kuna kuna watu wanapoingia bungeni lazima uwe na malengo yako, unataka kufanya nini kwa kipindi gani Mi nimekuwa kiongozi kwa muda mrefu sana. Nilipoamua kuwa mbunge kule nyumbani, nilikuwa na malengo. Kwanza nilitaka nihakikishe elimu tunaipa priority. nipate barabara ya kwenda Sumbawanga, nipate umeme, na kazi mojawapo ni kuhakikisha haya mambo nikitekeleza. Mimi nitasema basi, wengine waendelee, na bahati nzuri barabara inatengenezwa tena nzuri sana, umeme kutoka Zambia tukaletewa, ngao nyingine unaletwa, miradi ya maji nikaletewa na nikawa mwenyekiti wa mradi wa maji pale ambao unaendelea hivi sasa. Shule nikahakikisha shule za sekondari zimeongezwa, zimekuwa nyingi sana mahali fulani kusema sasa, nadhani nimefikia mahali fulani, msingi nimeuweka ndio nilikuwa naomba, lakini sasa niache wengine waendelee. Lakini pia ni vizuri kiongozi unaacha wakati bado watu wanakupenda, usije ukangoja wakauzomea ndio ukatoka. Utakonda kabla hata mwaka haufiki <laughs> utakonda kabla mwaka haufiki, kwa sababu kila mahali huyo huyo huyo. Lakini ukienda siku hizi, hata napokuwa nyumbani wananifurahia mzee ujambo, hapa tuna dini wanataka wataushauri. Ndio kitu mojawapo ambao watu wengine tunajisahau, tunang'ang'ania mpaka ufukuzwe, na si tabia nzuri kwa binadamu yeyote. Ukifukuzwa kazi, unaona hata wale ni watu wabaya, unamwona kila mtu mbaya unamwona. Naam, hivi sasa tunaadhimisha miaka hamsini na tano ya uhuru wa Tanganyika au Tanzania bara, una nini la kuambia wa Tanzania? Ipo jitihada imefanyika tutake tutake yako mapungufu kama kawaida, binadamu wako, kwa sababu nchi inaongozwa ina na binadamu, na kila kiongozi alikuwa na utaratibu wake. Ukianzia mwalimu Nyerere mpaka hii tuna Mheshimiwa Magufuli, kila mmoja na utaratibu, na ndio maana mara nyingi huwa nashangaa watu wanaposema fulani ni sawa na fulani. Hapana, Magufuli ni Magufuli, Nyerere ni Nyerere. Kila mtu ana misingi yake anayotumia, lakini wote wanafata taratibu na kanuni ambazo zimewekwa eidha na chama kinachoongoza au na sera za nchi yenyewe, lakini kwa ujumla yako maendeleo makubwa sana. Tukielekea ukingoni mwa mahojiano yetu, muda wetu unatutupa mkono, unaionaje Tanzania kufikia ishirini ishirini na tano? Lakini falsafa hapa kazi tu, hmm, watu wanaielewa. Ukipitapita mtaani, sasa watu wa kawaida wanaanza kuielewa, lakini bado kuna watu waliozoea aina fulani ya uongozi, ndio bado wanaona kama wanabanwa sana nafasi za kupumua hazipo, lakini ndio kawaida kwa sababu kiongozi huyu ndiye ameamua ya kwamba ili tuweze kutekeleza kufikia azma hiyo ya 2025. lazima sasa misingi fulani tuikubali, na na kwa sababu naye anakubali, ameagizwa na chama chake cha CCM misingi ambayo tunakuagiza kwa kipindi hiki moja mbili tatu. Sasa mm, ukishindwa kutekeleza hiyo wewe ndio utawajibika kwa sababu tumekupa madaraka ndio maana mimi nasema, mimi nafurahi kwa sababu wale watu wanaanza kuelewa. Mwanzoni ilikuwa ngumu sana, lakini sasa wanaanza kuelewa kwamba falsafa hapa kwa kazi ni kweli, hatuwezi kuishi kwa kubweteka. Nchi zote zilizoendelea mtashukuru nganya, angalia Vietnam, angalia Warabu. Warabu wanaringa kwa ya mafuta eh, wanaringa baada ya kutokea kwenye heka heka, ajaje tu mafuta. Sasa lazima wafanye kazi, bila kufanya kazi utakuwa maskini. Ndio maana nasema maeneo yote hayo ukiangalia nchi ilivyo nzuri, ina kila kitu, ardhi ya kutosha. Bado tunaweza kufanya kitu cha kutosha. Nitakupa mfano hapa kipindi cha mwaka, nakumbuka mwaka elfu moja mia tisa, e, sabini na saba ambao tulikuwa tunazungumzia juu ya tatizo la maendeleo ya nchi ba, na vita ndio vikasogea sabini na tisa. Nakumbuka ndio tulisema jamani, kipindi hiki ni kipindi cha kujili bana ili tusiweze kufanya makosa yoyote tubane, na ndio kipindi mwalimu alikuwa mkali sana. Hakuna utani, kila mmoja sasa atekeleze wajibu wake, na mimi nashukuru ya kwamba watu walielewa, lakini ilikuwa kipindi cha miaka ishirini na nne cha kufunga mkanda. Baada hapo watu kufungua mikanda wakaendelea kama kawaida. Kufungua mkanda kwa, kuweza kufungua mkanda, lazima kama ni mkiamua, ni kufa na kupona. Sasa tuna imani katika kipindi hiki watu wataendelea, itachukua wa muda watu wataendelea na watu ambao wamekuja hapa katikati, hawaelewi tulikotoka na tunakokwenda bado, wamekuwa wamechanganyikiwa. Lakini ni kipindi kizuri, tukitumia vizuri, tushauriane vizuri, tuwe kitu kimoja na tumsaidie kiongozi wetu, rais wetu aweze kutekeleza majukumu aliyopewa na Chama cha Mapinduzi. Naam, miaka 55 tukiadhimisha miaka hamsini na tano unatuambia nini sasa Watanzania na ujenzi wa taifa letu? ya, yani kwanza, bado tusije tukabweteka, bado tuna kazi kubwa sana, tuna kazi kubwa sana ya kujenga nchi yetu, kwa sababu nchi yenyewe bado inahitaji rasilimali za kutosha. Tunahitaji kila mmoja ashiriki katika mipango, tungependa kila mmoja ajue nini shabaha na madhumuni kwa kipindi cha miaka ishirini inayokuja ili kila mmoja iwe katika akili yake, na kila mmoja atekeleze wajibu wake kufuata nafasi alionayo. Na, na, na ningeomba ni kweli kila mmoja asome malengo na shabaha ya kipindi chetu cha maendeleo ya miaka mitano, miaka kumi, miaka kumi na tano ili kila mmoja aanze kufikiria kwamba mimi upande wangu nitafanya nini? What can I do kusaidia nchi yangu, nifanye nini kusaidia nchi yangu? Kila mmoja akiwa na jukumu hilo, tutafika mahali fulani ambapo nchi itakuwa ya neema na ya kufurahisha baadaye. Mzee Paul Kimiti, ni kushukuru sana seneta kwa kuzungumza nasi asante, asante, siku ya leo tukiadhimisha miaka hamsini na tano ya uhuru wa Tanganyika na Tanzania bara. Ewa asante sana. Mtazamaji wa TBC, ndio tunafikia tamati ya mazungumzo baina ya baina yangu na seneta mzee Kimiti ambaye kwa sasa amestaafu siasa, lakini muda wote milango iko wazi kwa wewe ambaye una matatizo kuhusiana na ushauri namna bora ya kilimo. Na ameweza kuhudumu katika serikali ya Tanzania katika ujenzi wa taifa hili kwa nguvu zake zote. Bila shaka umeweza kumfuatilia na umeweza kubaini ni kitu gani anakizungumza kuhusiana na nidhamu, lakini pia uwajibikaji na kuelewa malengo ya serikali iliyopo madarakani ya kumtoa mtanzania katika umasikini na kumpeleka katika maisha ya kati. Kwaheri na uwe na wakati mwema.